Bwana nakuwaje bwana, mdao wa Manchester United karibi, United bwana, karibu United TZA hapo. Kama kawaida, mdao wako hapa, Director Mafelingz, mchambuzi na vile, mdao wa Manchester United bwana. Mi nataka kuongea bwana, bado mtaani maneno ya mtaani amekuwa mengi sana. Unajua watu wanaongeongea Europa League, Europa League, Europa League, tunachukua kwa sababu rekodi yetu nzuri, sijui hivi na hivi na hivi, tumeshinda yani, amna, amna ni draw, lakini mechi nyingi tumeshinda hivi na hivi, kwa sababu yani sisi ndio timu ambayo iko, tunaweza kuchukua kombe, sivyo? Yani maneno ni mengi mtaani. Mimi nachokwambia tulia, ndugu yangu, tulia, safari bado ni ndefu. Hii timu tunakuja kucheza nayo leo ni sio timu ya kitoto, sio timu ya kizembe, sio timu ambayo ya kinyongenyonge. Ni timu ambayo inajua na inachokifanya na ni timu ambayo inajua kutafuta matokeo. Ila mi nachohofia kwa timu zilizobaki, nahofia ya Athletic Club, kwa sababu bwana, kiukweli rekodi yao ya La Liga sio rekodi ya kitoto. La Liga ina timu nyingi nzuri sana, na rekodi yao ni kwamba wanapishana pointi nne tu kama sijakosea pointi nne na Atletico Madrid na wamepishana magoli mawili tuna hao Atletico Madrid na magoli kumi tuna Madrid na wajapishana pointi nyingi na Madrid, kama pointi nadhani kama pointi sita au saba hivi. Utaangalia kwa muda wako, kwa ni timu ambayo ina rekodi nzuri nyumbani kwao, ni timu ambayo inajua kutafuta matokeo. Kuna madogo wa Williams hao wanajua kutafuta matokeo, wanajua kutafuta magoli, wanajua kushambulia, na sisi defense yetu kiukweli inaruhusu sana magoli yani mi naongelea Athletic Club, yani kana kwamba Lion tumeshaifunga Lion. <laughs> yenyewe bwana, kiukweli uko ligi kwao huko France, ligi one, wanafanya wanafanya vitu wanafanya vitu vya ajabu. Unajua wanafanya vitu vizuri na kufika pale, sio timu ya kizembe. Kufika mpaka kufika ilipofikia pale kwenye Europa League sio timu ya kizembe. Timu zingine kuna Tottenham na timu zingine sivi na hivi, naweza ikawa sio tishio, lakini kiukweli mi nachotakwambia safari bado ni ndefu huyo kama mdau, kaa chini, angalia mpira na ikitokea tunafungwa na walio usikate tamaa, kwa sababu yajayo yanafurahisha. Tumwamini Amorim, yeye atatupeleka katika ile nchi au katika ile sehemu ya hadi ambayo yakuwa top of the league, yani kuwa timu ambayo tulikuwa tulikuwa kipindi kile ambacho kiangalia Manchester. Ni matokeo tu kwa hiyo maneno maneno ya mtaani haya, sisi Manchester kwa sababu kiukweli, si Manchester, tunapenda sana kuongea, tunapenda sana kupiga kelele, na tunapopiga kelele kuhusu Europa League bwana, he, kelele si za mchezo bwana. Europa League tunachukua sisi na hivi na hivi, kwa sababu ukiangalia Europa League ndio nafasi ya pekee inayotufanya sisi tuwe Champions League, na ikitokea tumefungwa, maana it means, msimu unaokuja. Kwa mimi hapa, mimi naona bora tufungwe. Kwa sababu gani? tukishinda tukaenda tukienda tukishinda tukichukua Europa League tukaenda Champions League, naona bado hatustahili kuwa kule, tunastahili kuji kujijenga zaidi kiukweli. Kwa mimi hapa, unaweza kuongea kwenye comment. Mimi kama mimi, usinifuatishe mimi kama mimi, naona Manchester bado tunahitaji kutulia, tunahitaji kucheza pale pale England, tusiende kutia aibu kule. Champions League kuna matimu yanaweza kukupiga saba mchana peupe. Bayern Munich kwa Madrid. Hebu fikiria Manchester City na Madrid. Finishes huyo hapa Bellingham, huyo hapa sitakuja, utafutana hapa <laughs> kwa hiyo mi nachoona bwana, tufungwe ndiyo. Unajua Amorim mwangalii kufungwa, anaangalia ushindi, na kama timu kama wachezaji labidi wangalia ushindi, lakini mi nachoona tufungwe, tutulie, tujipange elfu mbili na ishirini na saba kuje na spidi au na nguvu ambayo kweli tukicheza na timu kama Madrid unaweza kusema Manchester naweza ikatafuta ushindi. Timu kama Bayern, timu kama Barcelona, timu kama atletico Madrid, timu kama man City ikiwa Champions League, kwa sababu man City ikiwa Champions League ni timu ingine kabisa. Timu kama Liverpool ikiwa Champions League, unakutana nao tunatoa dozi. Kuna matimu makubwa sana ambayo yako Champions League ambayo wao wanakufunga mchana peupe, ukiangalia Manchester hii hata ya msimu ujao ambao tunaoanza bado, mi nachoona ila ushindi ukitokea ni jambo jema, kama ushindi wa Europa League. Ila maneno mtaani tupunguze, kwa sababu kuna msemo wa Kiswahili wanasema, usimtukane mamba malizia. Anyway, kama kawaida, hapa direct from Mafelingz, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Peace.